Na akifanya mtihani mtoto wangu, Bwana asifue sana haleluya. Lakini mwenye anaambiwa maneno haya yote hana vifaru, anabeba silaha inaitwa ulimi. Bwana asifue sana na kwa hivyo ni vizuri watu ambao, especially you are in a position of authority, kuangalia maneno ya kinywa chako ha? You know, hata ukiona Mungu anaheshimu maneno ya mtu yanafanyika, huyo uh, mtu lazima pia naye awe careful vile anatumia ulimi wake. Bwana asifiwe sana. Na kuna watu I remember one parent, one family in our church. Huyu uh, mama alin, alikuja kwanza akaniambia Mungu amemwonyesha in a dream ya kwamba watoto wake wote watatu akili yao ndani imefunikwa na karatasi ya nylon, ya black. Na wakati katika hiyo dima alikuwa anauliza Mungu, ni nini hii ambayo iko ndani ya kichwa na ni ndani imefunika mawazo ya watoto wangu? Mungu akamwambia ni kwa sababu baba yao huwa anawanenea kila wakati, kuambia ni wajinga na hawatafanyika chochote na hakika akawa anaona ya kwamba watoto wake vile ambavyo baba yao alikuwa anawanenea, walikuwa wana drop kimasomo, wana drop kimasomo, hata wakiweka bidii gani hawaendelei. Nikamwambia nilete hawa watoto, tukapanga alete hawa watoto wote watatu, niwaombee by the grace of God. Baada ya kuombea wale watoto Haleluya! Kuonyesha ya kwamba the covering ambayo ilikuwa imewachiliwa ya maneno katika akili ya wale watoto ilikuwa imeondolewa. Wakati unaambia mtoto wako kila wakati, wewe ni mjinga, wewe hata sijui nani nani atakuoa, huyo mtoto ataolewa na atarudi nyumbani, because ulisema haujui ni nani. Hiyo ni njia moja ya kusema, hata ule atakuoa ataona wewe ni mbaya na atakurudisha. Praise the name of the living God. Did you know that the language of God, hata wakati Lazarus alikufa, Yesu alisema twende tukamwamsha Lazarus. Mpaka wengine wakasema, oh, ni kulala amelala. Hata si tumechoka, afadhali tulale. Because Yesu alijua kwamba, kama nataka kumfufua Lazaro, lazima language iwe positive. Praise the name of the living God. Yesu alionyesha ni kama usingizi tu wa kawaida, Lazaro amelala. The Bible says God calls things which are not as if they were. The language of God is so positive, uh, ya kwamba hata kitu kikiwa njia fulani, Abraham akiwa anaitwa Abraham, kwa sababu hana hata watoto, Mungu anasema aitwe Abraham, baba wa mataifa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu gani? Kwa sababu there is power. Praise the name of the living God. Ya kile ambacho unaitwa, ya kile ambacho unaambiwa kile unachonena kila wakati, kuna nguvu katika maneno, na watu wengi wangetaka hatima zao ziinuke, especially wakati ambao tunaishi, na ni wakati ambapo kuna shida ya kiuchumi, na ni wakati kuna changamoto nyingi. One of the things I'm very careful ni kusema, siku hizi ni kubaya, siku hizi kumekauka na kuna watu wazuri hata wakati mambo ni, ma, um, uh, ni mazuri kwao, they want to speak negative. Ndio usiwaitishe kitu ama uwaambie wakunulie chai, eh, komete, kumekauka ni kubaya, bwana asiwe sana, na wengine ni reality. Praise the name of the living God. The Bible says in the book of um, uh, uh, Numbers, is it the book of Numbers or in the book of Joshua

Nyinyi wote maiti yenu, ni wao walisema kwanza, naye Mungu akasema na mimi, kama niishivyo, nimesikia vile mmesema. Bwana asifiwe sana. Sasa niambie, Mungu akisema kama niishivyo nitakutimizia ile umekuwa ukisema, utatimiziwa nini? Yaani Mungu tu aseme nimesikia vile umekuwa ukisema nime, na hiyo ndio nitakupati. Hebu jiulize nitapatiwa nini? Bwana asifiwe sana. Uliza jirani, umekuwa ukisema nini? Mwambie Mungu amesikia. <laughs> Bwana asifiwe sana, haleluya. E, mimi sioni hata kama hii biashara itaendelea nikukwisha, inakwisha. Don't you know that you are a prophet to your own destiny? Kwani wewe haujui wewe ni nabii wa hatima yako? Wewe haujui ni nabii wa jamii yako? Praise the name of the living God. Wewe ni nabii wa watoto wako, unajua. Tafadhali watu wengine wakunenee vibaya, but watu wengine ni wao wenyewe huwa wanajirani wanaraani watoto wao, hmm? Unazungumzia mpaka ng'ombe, kile unaambianga ng'ombe zinasikianga, kile unaambianga mimea huwa inasikia. Praise the name of the living God. You know, ng'ombe na, yani una, <laughs> yani, unaraani ka ng'ombe na vile unakaambia, kanaendea kukauka, kalikuwa kanatoa vikombe tatu, kanaanza kutoa mbili na nusu. Bwana aswe sana, haleluya. Nataka nikuambie the earth responds to our words, the creation, the DNA of this creation is hidden in the power of the spoken words. Praise the name of the living God. Maneno yako na nguvu. Kuna watu wanateseka kwa sababu maneno yaliachiliwa juu yao. Mimi wakati Mungu aliniita wa one of the secret, nilijua ni hii, nilijua kupigana na maneno. Ukienda hata kwa YouTube utaona message nimehubiri, fighting the words that fight you, message kama hizo, kupigana na maneno, because watu huwa wanaongea, na inataka nikuambie sio watu wote wanaongeanga vizuri. Mm, tutaona mahali yanaenda. Praise the name of the living God, haleluya. Wacha kuongea. There are people even who go to the extent ya kuomba ya kushikana mikono ya kwenda katika madhabahu ya giza ili unenewe vile utakwisha, kama haujui kupigana na maneno yanayopigana na wewe. Yesu alisema, the words I speak to you they are life and they are spirit. Siongei maneno tu ambayo ni maneno. Haya maneno yako na uhai. Na yako na na haya maneno ni roho. Praise the name of the living God. Hallelujah. That means I, there was sometimes also I saw these mambo ya sayansi nayo mengine hatuna proof lakini kuna wanasayansi walikuwa wanasema there is a way they can capture original words of our Lord Jesus Christ. They retrieve those words. I don't know how. Yaani kwa ufupi ni kusema maneno ya kiachiriwa yana exist but we don't know in which form. You know you can arrest the words I'm speaking now, but you need a very high technology to arrest these sounds hours after, after I have spoken. Bwana siwe sana but it tells you the words when are released, they are still somewhere waiting for fulfillment. Maneno haya huwa yanakaa katika anga huh? Yanagojea wakati yaweze kutimia. So, kuna mtu anaweza ongea akiwa msichana, aseme na mimi sio nangi kama nitaolewa, ama mwingine hata anasema wazi, wanaume ni wanyama, nio nadigeika mimi, hata siwezi olewa. Na pengine ni mtu amekufanyia tu vibaya, ama umeona mama yako akiteseka na ukasema wanaume ni, ni nyamo, ni wanyama, lakini ukasahau katikati ya wanyama kunaweza kuwa na mnyama mmoja mzuri, na Mungu anaweza kukuletea huyo mzuri. <laughs> Praise the name of the living God. Lakini ulijifunga, the Bible says, uh, umenaswa na maneno. Hebu nipatie hiyo scripture in Proverbs. Is it Proverbs 6, 12? Yeah. 6, 2. Inasema, you are snared by the words of your mouth you are taken by the words of your mouth. Kuna wakati maneno huwa inakaa kama mtego inakunasa, wakati unaenda ku... wakati unaenda kuingia kwa doa, maneno yakwambia ulisema rudi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ni mapenzi ya Mungu uingie katika eneo fulani la kimaisha, lakini maneno inasema ulisema, inakuwa mtego, inakuzuiria kuingia. That is why

Una deal na maneno yako we mwenyewe na unaomba Mungu akuhurumie, ndio asiseme kama vile aliambia wana wa Israeli ya kwamba haya maneno nimesikia mkiongea, those very words ndiyo nitakaowatimizia. Wakati mwingine huwa tunaongea out of discouragement, na Mungu akitutimizia hayo maneno hatima zetu zitaharibika kwa sababu tuliongea wakati wa shida, wakati wa kukata tamaa, wakati tuliona hakuna tumaini tukaongea. Praise the name of the living God. Ulisema nini wakati wa kuvunjika moyo? Ulisema nini wakati ulikosewa? ina kasema ma relationship ni bule, mimi hata siwezi taka

Oh my God, reka baganda usinitimizie maneno ambayo nilinena wakati wa kuvunjika moyo, usinitimizie maneno ambayo nilinena wakati wa kukata tamaa juu ya maisha yangu, juu ya biashara yangu. Nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Maneno yako na nguvu ya kuumba

Forgive us, oh God. Ni vizuri uwe careful. Maneno unayoongea wakati wa hasira, maneno ambayo unaongea wakati wa discouragement? Praise the name of the living God. Wana wa Israeli waliongea maneno mazito, waliona hii nchi Mungu anatupatia ni kama ni ngumu sana, haiwezekani wakaanza kunung'unika, wakasema afadhali tukufie tu jangwani. Umeshai kuambia Mungu, afadhali uniue tu Bwana swe sana. Unajua hata uwe raija, wakati alisema nataka kufa mimi, siyo mzuri kuliko baba zangu. Mungu alimwambia, nimesikia lakini, kabla haujaondoka kuna watu ningetaka uatilie mafuta, nabii mmoja achukue nafasi yako na wafalme wawili ndio kazi yangu iendelee, because hiyo maneno umesema unataka kuondoka, nitakusaidia na yenyewe e, alisaidiwa. Hata hakukuwa na mazishi, ni Mungu alituma chariot na ikambeba kae, eh? Akaenda. Mungu alimwambia I will allow you to die honorably because umekuwa mtumishi wangu, lakini kwa sababu umechagua kufa Praise the name of the living God. Ya, yeah? Umesema I am not better. Mimi siyo mzuri kuliko baba zangu. So Mungu hakutimizia Elijah maneno yale alikuwa anaongea wakati anapigana na adui, anaitisha tu moto. You know, ukijua Mungu anatumia maneno yako. Be careful. Mimi kuna wakati Mungu alinizungumzia. Akaniambia kwa sababu ya maneno yako nimeyaweka nguvu. Be careful the words you speak.

Is the position of an intercessor. Did you get that? It's very important. Mahali popote Mungu atakuweka, kazi jukumu la kwanza lako ni uombezi. Unaajiriwa mahali ambapo mahali hapo palikuwa ni, ni, na malango pakukupeleka milango ingine tatu mikubwa. Lakini papo hapo pawe na mtu mwingine aliye na assignment ya kukupinga na haujui. Yeah, that's why waliambiwa mutakapoenda kule Babylon, muombe ufanisi wa mji huo, maana ufanisi wa huo mji ni ufanisi wenu. Because that is the territory. Na nakwambia mutapanda na, na mutavuna na mupande mujenge manyumba na muoe na muolewe.

Katika mahali pa maombi ndio mahali pa mageuzi ama mabadiliko, whichever which is the right Swahili word. Transformation, transformation. Maombi hubadilisha mtu mwenye anaomba kwanza, alafu inabadilisha kile ambacho anaombea. Prayer begins by changing us then it changes what you are desiring to be changed.